Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa Saint Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 12 Januari, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya mtakatifu Sesaria, askofu. Sesaria alizaliwa nchini Ufaransa karne ya tano, baadaye aliteuliwa kuwa askofu wa jimbo la Arle. Sesaria alikuwa askofu mwenye kipaji cha kuhubiri, akisifiwa na watu wote. Mahubiri yake yalikuwa mafupi na alihubiri kwa lugha inayoeleweka na watu wote. Sesaria alianzisha konventi ya kwanza ya watawa nchini Ufaransa mwaka 512, katika konventi hii walikaa wasichana wasioolewa pamoja na wajane. Mtakatifu Sesaria aliandika kanuni ya konventi hiyo. Katika kanuni hiyo kulikuwa na sheria kwamba kila sista alipaswa kujifunza kusoma na kuandika na sheria nyingine ilikuwa kwamba masista peke yao wana haki ya kuchagua mama mkuu wa shirika. Hata hivyo, alimteua kwanza dada yake awe mama mkuu wa kwanza wa shirika. Chini ya uongozi wa mama mkuu wa kwanza, walipata miito mingi na baada ya muda mfupi wakapata watawa mia mbili. Karama yao ilikuwa kuwatunza na kuwaelimisha vijana, kuwahudumia maskini na wagonjwa. Masista hawa walishona nguo zao wenyewe, wakafuma na kuwashonea wengine nguo vilevile. Watawa hawa walifanya kazi ya kunakili vitabu kwa sababu uchapishaji wa vitabu ulikuwa bado haujavumbuliwa. Watawa wote walikuwa na ratiba ya masomo muda wa saa mbili kila siku, na sista mmoja aliwasomea wenzake tafakari ya kiroho kwa muda fulani wakati walipofanya kazi. Hawakuruhusu mtu yeyote kuingia katika klausura ya nyumba yao. Askofu Sesaria aliwatia moyo na kuwaongoza kiroho. Aliwagusa sana katika mafundisho yake ambayo yaliwatia hamasa na kuishi maisha ya kitawa na kutoa huduma kwa watu. Masista hawa walifanya mengi sana kwa ajili ya Mungu na watu, hasa wale ambao hawakuwa na msaada wa mtu yeyote. Mtakatifu Sesaria aliaga dunia mwaka 529. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina! Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Sesaria, askofu. Anayezitii amri hizi na kuwafundisha wengine kuzitii ataitwa mkuu katika ufalme wa mbinguni. Rejea Injili ilivyoandikwa na Mtakatifu Matayo sura ya tano 5 ya aya ya kumi na tisa. Watakatifu wengine tarehe 12 Januari: Mtakatifu Ernesti, Mtakatifu Tasiana, Watakatifu Zoticus, Rogatus, Modestus, Kastulus, Petrus, Filoromus na Aventinus, wafiadini wa Misri. Mtakatifu Sesaria askofu, utuombee.